Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatuh. Nadhania la kuanza nalo nianze moja kwa moja kwa malengo yetu ya kukutana ambapo ni malengo ya kutoa salamu za Krismasi kwa ndugu zetu eh, wa Kristo hapa Tanzania na duniani kwa ujumla. Nianze kwa kusema kwamba kwa, kwa niaba ya Waislamu Mashia na kwa niaba ya Waislamu Mashia, hususan wa Jumuiya ya Mashia ya Ithna Asharia Tanzania, TIC, tunatoa mkono wa baraka, tunatoa mkono wa kheri, tunatoa mkono wa undugu kwa ndugu zetu na majirani zetu na Watanzania wenzetu, ndugu zetu wa Kristo hapa Tanzania, wanaume na wanawake, watoto na wazee, kwa kusherehekea idi yao na sikukuu yao ya Krismasi ya mwaka wa 2025 ni matarajio yetu sisi kama Waislamu hapa Tanzania, sisi kama Mashia hapa Tanzania, sisi kama wana jumuia ya TIC na kama Watanzania kwa ujumla, Krismas ya mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano itakuwa sababu na chachu ya mambo yafuatayo hususan baada ya ya taifa letu na nchi yetu pendwa Tanzania kupita na kuvuka kwenye wimbi kubwa la kuzama taifa kwenye mizozo na migogoro mikubwa isiyo na kikomo. Ni matarajio yetu Krismasi ya mwaka huu itakuwa ni chachu ya kuenzi umoja wetu wa kitaifa, ya kwamba hatuna nchi nyingine sisi sote Waislamu wa Kristo, na dini nyingine, ni Watanzania. Itakuwa ni chachu ya kuenzi umoja wa dini zetu na mshikamano uliokuwa nao wa dini zetu, zetu zote hapa Tanzania. Lakini pia Krismasi ya mwaka huu iwe ni sababu ya kuwaasa vijana na kuwaongoza vijana kwenye kutambua umuhimu wa nchi yao na kuwa wazalendo na kuipenda nchi yao. Lakini pia Krismas ya mwaka huu iwe ni sababu ya sisi wa Tanzania kuvumiliana, kustahamiliana na mwisho iwe ni sababu Krismasi ya mwaka huu kuirudisha sura yetu ya Tanzania tuliyokuwa nayo tukisifika nayo kitaifa na kimataifa. Ikisifika Tanzania ya amani, ikisifika Tanzania kisiwa cha amani, taifa la lugha moja, taifa la watu wanaovumiliana taifa la mshikamano, taifa la watu ambao hawajui kubaguana kwa dini zao, kwa kabila zao na kwa rangi zao. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya mwezi huu wa Rajab Krismasi hii ipite salama salmini. Lakini vile vile namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiongozi kwa nchi yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Mungu ampe nguvu, ampe taufiki, aendelee kuhubiri na kutuelekeza katika amani na maridhiano na maelewano, lakini na wale wote wanaomsaidia kwenye kuhakikisha Tanzania inabakia kama na inarudi katika sura yake kama ilivyokuwa. Mwisho naomba nimalize kwa kusoma maneno kwa kusoma aya ya Quran ndani ya kitabu kitakatifu cha Qurani, Ali Imran, juzu ya tatu, aya Mwenyezi Mungu anasema, ya sitini na nne anasema qul ya ahla lkitab, sema ewe Muhammad waambie ahlul kitab, watu waliopewa kitabu waambie, Wakristo waambie Mayahudi, taalau ila kalimatin sawa, njooni tukae meza moja, yako yanayotuunganisha yako yanayotufanya tuwe kitu kimoja na mwili mmoja na taifa moja. Mungu awabariki, na krismasi njema. Wasalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.